Kuna wale maafisa ugani ambao ni feki. Nilikuwa na teta kidogo na Profesa, namna gani tunaweza tukawafikia kule. Jambo ni lile tu, supervision iwepo ya uhakika, monitoring, tuweze kuwafuatilia kule chini, lakini tuweze kuwapa IDs. Hawa maafisa ugani wetu waweze kutambulika kule kwa level halmashauri, kwa hiyo waweze kupata nguvu kwenye halmashauri zetu zote nchini, ili tuweze kuona namna gani tunashirikiana na chama hiki tukiboreshe, na kiweze kuwa na nguvu kwa niaba ya waziri ofisi ya nchi, uh, tamisemi naweza nikasema maafisa ugani feki wanaofanya kazi hii haramu, uh, tutawashika kwa mkono wa serikali tutawafikishe kwenye vyombo vya dola na wataweza kuwajibishwa. Kwa hiyo ni, ni, ni wape tahadhari wasiweze kuchezea vyombo vya dola, waweze kufata proper channel, waje huku, wajitokeze kama wanania kufanya kazi hii, waone wahusika chama TSAEE hiki ambacho profesa mwenyewe ndio mlezi wa chama hiki eh, na ndio mwanzilishi. Ukimfuata profesa anakupa namna gani walivyoanzia kule chini walivyosumbuka, lakini mpaka wamefikia kutambulikana na wamepambana kule ni. Kwa hiyo kwa binafsi nimpongeze profesa uh, Msuya, Catherine Msuya, kwa kazi kubwa ambayo ameendelea kuifanya. Kwa hiyo wale maafisa ugani feki ambao bado wanaendelea kutusumbua kule kwenye almashauri, sisi tutawashughulikia kama serikali. Tunaona ni namna gani serikali inavyoweza kushirikiana na vyama hivi uh, ni vyama ambavyo aa uh, vinasaidia, vinachagiza maendeleo ya kilimo katika nchi yetu. Uh, na tukizalisha zaidi uh, ndivyo ambavyo tunaweza tukatengeneza ajira, ndivyo ambavyo tunaweza tukauza ziada tukafanya biashara kama anavyosema profesa mwenyewe kilimo biashara, lakini pia tunatoa elimu kwa watu wetu ambao wako kule mbali vijijini na ndio wazalishaji wako. Lakini kubwa zaidi tuna nachoweza kusema leo ni kwamba uh, Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dkt. Samia Suluhu Hassan katika maeneo yote haya, katika taasisi zote hizi nchini anataka kuona matokeo na ni matokeo ya haraka ili tuweze ku, uh, kutengeneza ajira kwa vijana wetu, tufikishe elimu inayotakiwa kwa vijana wetu. Kwa hiyo nitumie jukwaa hili pamoja na nyinyi waandishi wa habari muweze kufikisha elimu, uh, ya kwamba vijana wetu sasa wanapata platform za kuweza kupata elimu na kupata ajira na kuinua vipato vyao wenyewe. Shamba darasa la kilimo biashara, lakini maafisa ugani wengi hawafahamu. Kwa hiyo ni vizuri serikali kwa kushirikiana na, na chama cha wagani Tanzania, basi kama jinsi ambavyo Wizara ya Kilimo na chama cha wagani Tanzania tulivyoshiriki katika kuuisha ule mwongozo na kupata mwongozo wa shamba darasa la kilimo biashara, basi tuendelee mbele pia, huo mwongozo usibakie kwenye makabrasha, lakini tufikishe elimu kwa hawa maafisa ugani na pia wawezeshwe namna ambavyo wanaweza akautumia mwongozo. Kwa hiyo tunaomba sana chama kiweze kusapotiwa ili malengo yafikie, na sio hilo tu a kuna masuala ya maka, wa makanjanja. Watu wengi sasa hivi wanajiita ni maafisa ugani, lakini ni maafisa ugani feki. Kwa mfano hata nyinyi tumesikia kwamba kuna haya mambo mabadiliko ya, ya teknolojia mabadiliko ya tabia nchi. Wengine wanajitokeza kwa kwamba ni maafisa ugani, wanaenda kuwashauri wakulima, lakini wanawashauri ndivyo sivyo. Kwa hiyo hii inaleta shida pale inapofika sasa afisa ugani wa ukweli ambaye ni mtaalamu anapoenda kushauri wakulima wakulima anashindwa kuelewa ni huyu yaani, sa, sangapi huyu anaongea ukweli na sangapi huyu anaongea ukweli. Kwa maana hiyo, sasa wataalamu wote wa kilimo, mifugo na uvuvi wanaonekana kama sio wataalamu.